Karata ya kwanza viongozi wa Simba ili wawini msimu ujao ni Fadlu Davids. Kumbakisha, hakuna namna yote, akiondoka ujue tutaanza upya. Karata muhimu ya kwanza ni Fadlu Davids. Fadlu Davids anawajua wachezaji wengi sasa hivi ndani ya Simba. Fadlu Davids anaujua mpira wa Tanzania kupitiliza Fadlu Davis ameshakomaa kwenye mashindano ya kimataifa kwenye soka la Afrika, ni mwana fainali. Tukibaki nayo na hii karata, walabu wataomba po msimu ujao kwenye mashindano ya kimataifa. Hakuna namna yoyote ambayo tutahitaji kufanya vizuri huku Fadlu Davis aondoke. Hapana, Fadlu Davis tuna kila sababu ya kumbakisha. Uwe shabiki uwe kiongozi uwe usimsikilize mchambuzi yoyote anasema Fadu Davis hajafikia malengo ya Simba, malengo gani unayoyataka? Yaani kwa msimu huu hata Fadu anaenda kupoteza ligi ya NBC kuna sababu ya kumfukuza Fadu Davis kwa aina alivyoichukua timu na kuijenga na kufikia malengo ambayo tulikuwa tumesubiri zaidi ya miaka thelathini leo useme kwamba Fadlu Davis ana kila sababu ya kufukuzwa. Mi naamini kwenye uongozi wa Simba hakuna kiongozi mwenye wazo hilo wala shabiki anayewaza Fadlu Davis kwamba akipoteza ubingwa wa ligi kuu kuna kila sababu ya kumfukuza. Hayupo mwanasimba huyo, na akiwepo mwanasimba wa aina hiyo ujue hana akili timamu, ana matatizo ya akili, akapimwe akili. Fadlu Davis, Simba msimu unaanza Viongozi wanatuambia tunajenga timu, Fadu Davis anakuja, malengo ya simba kwenye mashindano ya kimataifa nusu fainali, Fadu Davis anatufikisha fainali. Sijui umenipata hapo, kwa maana kwamba tayari ameshavuka malengo msimu huu. Fainali zote zilizochezeshwa kihaki, waliostahili wamekuwa mabingwa. Simba ilistahili ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, na huu ni msimu wa kuweka rekodi kaka. Rekodi ya kwanza imeanzia Ulaya. Bingwa Europa Tottenham, sawa. Bingwa UEFA Champions League PSG. Wote wageni hawa ukija Afrika bingwa ni piramidi. Sina chakulaumu kiukweli. Yes, una chakulaumu lakini, mara baada ya uh, Simba Sports Club kupoteza mchezo wa nusu fainali dhidi ya Singida eh, baadhi ya wadau wa mpira, hasa hawa wataalamu wetu ambao wanatupa ufundi wa kimbinu, namna ambavyo wanautazama mpira wanavyouchambua, kwa maana ya wachambuzi, baadhi yao wanasema kwamba vilabu vikubwa vinavyo vinaposajili mara nyingi vinahitaji makombe vivyo hivyo kwa kundu Msimbazi Simba kupoteza makombe mawili wakiwa wamebaki na kombe la ndani. Endapo matokeo hayatokuwa mazuri kwa upande wa Simba, Fadlu anaweza akafukuzwa, kwa sababu Simba wanahitaji makombe. Kauli kama hii, kwa wana Simba mnaipokeaje? Na je, mko tayari kuona kwamba Fadlu akipewa mkono kwa heri licha ya hiki ambacho amekifanya msimu huu? Yani kwa msimu huu hata Fadlu anaenda kupoteza ligi ya NBC kuna sababu ya kumfukuza Fadlu Davis kwa aina alivyoichukua timu na kuijenga na kufikia malengo ambayo tulikuwa tumesubiri zaidi ya miaka 30 leo useme kwamba Fadlu Davis ana kila sababu ya kufukuzwa? Mi naamini kwenye uongozi wa Simba hakuna kiongozi mwenye wazo hilo wala shabiki anayewaza Fadlu Davis kwamba akipoteza ubingwa wa ligi kuu kuna kila sababu ya kumfukuza, hayupo mwanasimba huyo, na akiwepo mwanasimba wa aina hiyo ujue hana akili timamu, ana matatizo ya akili, akapimwe akili. Fadlu Davis Simba, msimu unaanza, viongozi wanatuambia tunajenga timu, Fadlu Davis anakuja. Malengo ya Simba kwenye mashindano ya kimataifa, nusu fainali, Fadlu Davis anatufikisha fainali amepita hapo, sijui umenipata hapo, kwa maana kwamba tayari yameshavuka malengo zile kamba ambazo walikuwa wanalingia, hawa vifuniko, sijui vishikizo, sijui e, e, vifungo e, tuseme hivyo, au ilizi, tuseme hivyo, tulikuwa tunasema majina tofauti. Na sisi hata wakizitaka tena tutawaambia wachezaji wetu wapi, hata Yanga B wawe nazo medali mara mbili sisi sio eh, kipaumbele chetu hicho. Unajua Simba tunaishi kwenye malengo. Mo Dewji anayechukua Simba anasema anataka baada ya miaka kadhaa Simba iwe klabu kubwa barani Afrika, kwenye kumi bora. Baada ya miaka mitano Simba inatinga kumi bora. Sasa hizi tunautafuta ufalme wa Afrika, japokuwa tunaunusa. Hebu angalia trendi ya ndugu zetu Furuku, iko hivi ndio maana tuliwaambia hao, walifika fainali kwa fulu walibahatisha. Msimu wa fainali, baada ya kutoka msimu wa fainali, wanadondoka robo fainali, wanatolewa. Baada ya kutoka hatua ya robo fainali, wanaishia hatua za makundi, wanaondolewa. Hawa watu hawana mwendelezo sisi tumeishi kwenye makundi tunaishi kwenye robo fainali, sasa hizi tumeitafuta nusu fainali. Usitarajie Simba msimu ujao ataishia kwenye hatua ya robo au makundi, hilo swala ondoa. Naiona Simba ya msimu ujao ikienda kubatwa kugombea tena ubingwa wa Afrika. Hivyo ndivyo ambavyo tunakwenda kwenye malengo yetu. Kwa hivyo hata msimu huu karata ya kwanza viongozi wa Simba ili wawini msimu ujao ni Fadlu Davis. Kumbakisha, hakuna namna yote, akiondoka ujue tutaanza upya. Kalata muhimu ya kwanza ni Fadlu Davis. Fadlu Davis anawajua wachezaji wengi sasa hivi ndani ya Simba. Fadlu Davis anaujua mpira wa Tanzania kupitiliza. Fadu Davis ameshakomaa kwenye mashindano ya kimataifa kwenye soka la Afrika, ni mwana fainali. Tukibaki nayo na hii karata, walabu wataomba po msimu ujao kwenye mashindano ya kimataifa. Hakuna namna yoyote ambayo tutahitaji kufanya vizuri huku Fadu Davis aondoke, hapana. Fadu Davis tuna kila sababu ya kumbakisha, uwe shabiki, uwe kiongozi, uwe Usimsikilize mchambuzi yoyote anayesema Fadlu Davis hajafikia malengo ya Simba. Malengo gani unayoyataka? Wanachozungumza huko kwamba amefikia malengo lakini hana kombe. Kwa hiyo, yani, hivi vilabu vimejengwa kwa nini ya kupata makombe? Na nafikiri huyu mchambuzi pia inawezekana kidogo hana akili sawasawa. Kombe linapoanza ligi linagombewa na vilabu kumi na sita. Hili ni ligi kuu, ukija kwenye CRDB zaidi ya vilabu hivyo nilivyotaja, kwa sababu vilabu kumi na sita kwenye ligi kuna vilabu vinavyotoka kwenye ligi daraja ya kwanza, kuna vilabu vinavyotoka ligi daraja ya pili, kuna vilabu vinavyotoka mpaka ligi za mkoa zinagombea hili kombe. Ukiona Simba kafika hatua ya nusu finali tayari, kwa kiasi kikubwa ameyatimiza malengo, kwa sababu lengo ni kushindana na kukichukua kile kikombe, lakini lazima achukue mtu huyu. Timu moja tu ndio inayotakiwa ichukue, kama unavyoliona tokeo la mpira kwenye matokeo matatu basi. Hata, hata matokeo ya kuchukua ubingwa wa aina yoyote unaogombaniwa, atakuwa bingwa ni mmoja tu. Sijui unanipata sasa? Kama wenye mpira wao hawajakuandaa, we hata ukijiandaa vipi, ndio tunarudi kule kule.